Unapomwambia mtu Simba anacheza fainali, sio kama una bet, au sio kwamba unapiga ramdi, unazungumza kitu chenye uhakika kwa asilimia mia moja. Mm. labda tu yasiwe ni mapenzi ya mwenyezi Mungu Simba kucheza fainali mwaka huu. Mm. labda mwenyezi Mungu apitishe heri yake na Simba asicheze fainali mwaka huu, lakini ukizungumzia in terms of quality Simba anacheza fainali mwaka huu, ukizungumzia in terms of preparations, kwa maana ya maandalizi Simba anacheza fainali mwaka huu, ukizungumzia ubora, ukizungumzia uzoefu, ukizungumzia mahitaji na matakwa na, Simba anacheza fainali mwaka huu. Ndugu zangu waandishi wa habari ambao mmekuja hapa, mm. kutusindikiza katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere Terminal 3, terminal yetu sisi ndeni mkawaambie Watanzania, terminal yetu sisi mm. ndeni mkawaambie wa mm. walimwengu ya kwamba Simba anakwenda fainali, hilo wala halina kipingamizi, wala hiyo sio ramli, wala hiyo sio beti. Hiyo ni jambo la uhakika, Simba kwenda fainali. Kipi kinakupa? Aliumia Shemaleta, lakini alipatiwa matibabu na ameendelea kupatia matibabu na yuko fiti kwenda kutumikia Simba katika mchezo unaofuata. Mimi Kuna... ninachojua tunafuzu Yaani, hicho ndicho ambacho mua tunafuzu safari hii sis si e, tumebakisha safari moja ya kutumia terminal no sio u tumebakisha safari moja ya kutumia terminal no yetu, ambayo itakuwa ni safari ya fainali na sio mbali hapo na mwezi wa tano, Mwenyezi Mungu atupe hapo. Sasa tunafuzu, mimi mwenyewe nikisaa pale afung